wamonyendawokamwe papa Papa mala wanjilembelekeyedawpapa wanjilembeleke wokabisa horuresa muno olonde khomayiyonakache wabo mulondekho mucha mumenye ne mayiyo yeye. lakini khunaniesa muno nasubaholorire papa